Mambo vipi, mtazamaji wetu na mfuatiliaji wetu wa habari kiganjani. Karibu kwenye maendelezo ya habari na matukio na habari ya mwendelezo tuliokopwa nayo ni, hatimaye M23 wajitokeza hadharani na kutoa tamko zito baada ya kutuhumiwa kuvamia hospitali na kuachukua wanajeshi wa jeshi la Congo huko mashariki mwa DRC. Umoja wa Mataifa umesema wapiganaji wa M23 wamewateka karibu watu mia moja thelathini kutoka hospitali za mji wa mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Goma, uliothibitiwa na waasi. Umoja wa Mataifa umesema. Wiki iliyopita M23 iliwachukua watu mia moja kumi na sita kutoka hospitali ya Ndosho mjini Goma na kumi na tano wengine kutoka hospitali ya Hill Africa kwa madai kuwa wao ni sehemu ya jeshi la Kongo au wanamgambo wanaoiunga mkono serikali. Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, Ravina Shamdasan, amesema katika taarifa kuwa ofisi hiyo ina wasiwasi mkubwa kuhusu usalama na hali ya kiafya ya wagonjwa hao waliotekwa na M23. Mfanyakazi mmoja wa hospitali akiongea kwa sharti ya kutotoja jina amethibitisha utekaji huo ambao unasema ulifanyika Jumapili usiku kwa mkia Jumatatu. Tangu alipotua tena silaha mwaka elfu mbili na 21, M23 wameyakamata maeneo ya mashariki mwa Kongo yenye utajiri wa madini ikiwepo mji mkuu wa kimbo la Kivu Kaskazini Goma mwishoni mwa Januari. Tamko kuhusu tuhuma zisizo na msingi za shambulio kwa hospitali. Tunathibitisha kwa uthabiti kabisa kwamba shirika letu halijawahi kushambulia hospitali, makanisa, shule wala taasisi yoyote ya, ya kiraia iwe zamani au wakati wa operation za utulivu wa usalama katika maendeleo yaliyokumbolewa, habari zinazotolewa na baadhi ya vyombo vya habari pamoja na tafsiri potofu zilizozungumzwa na B. Vivian Van, naibu mwakilishi maalumu ulinzi na operation ndani ya mpango wa ulinzi wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO. Operesheni liliofanyika dhidi ya wa wapiganaji 130 wa FARDC waliokuwa wanajificha katika hospitali ilifanyika kwa njia ya amani kabisa na kwa kuzingatia sheria za kimataifa za kibinadamu. Lengo kuu la operesheni hii lilikuwa ni kulinda vifaa vya matibabu ambavyo vilikuwa viliingiliwa na wapiganaji wabaya waliovaa mavazi ya wagonjwa. Hivyo huleta hatari kwa wagonjwa na wafanyakazi wa hospitali. Operesheni hii iliyopangwa kwa idhini ya viongozi wa vitengo vya matibabu vilivyohusika ilianzishwa baada ya kupata ripoti za usalama zinazohusisha makosa yaliyotekelezwa na wapiganaji hawa wa FARDC dhidi ya wananchi ikiwa ni pamoja na ubakaji na wizi. Kwa hali yoyote ile, hatujawahi kushambulia hospitali. Kinyume chake, vikosi vyetu vimenusuru hospitali hizi ili kuhakikisha upatikanaji wa huduma za matibabu kwa wale wanaohitaji msaada wa dharura. Jihadharini na ombi za udanganyifu na habari za uongo zinazosambazwa na utawala wa Kinshasa. Inajulikana vizuri kwamba AFC M23 ni shirika linaloheshimu kwa bidii masharti yanayotokana na mikataba ya Geneva na itifaki za ziada zinazolinda miundombinu ya kiraia ikiwemo hospitali. Hakuna kifungu cha sheria kinachoruhusu mashambulizi dhidi ya vituo vya matibabu. Operesheni haikukusudiwa kwa vyovyote kuhatarisha usalama wa raia au kuharibu miundombinu iliyo chini ya ulinzi wa sheria za kimataifa. Vitendo vilivyofanywa vililenga tu kuangamiza vikundi vya silaha haramu na kuzuia uhalifu dhidi ya watu. AFC M23 inatamani kukumbusha matukio ya kusikitisha yaliyotokea katika gereza kuu la Muzenze, hapo wanawake walipokumbwa na ubakaji, mauaji na sero kuunguzwa moto siku mbili kabla hatujaingia mjini Goma. Matendo haya yaliyofanyika katika kituo kilichokuwa chini ya usimamizi wa Monusco hayawezi kwa vyote kubebeshwa lawama shirika letu. Mkanganyiko kati ya matukio haya na operation ya kudumisha usalama huko Goma umeleta uvumi usio na msingi kuhusu mauaji ya kimbari na kulazimishwa kwa watoto kutumikia uongozi. Na propaganda zinazosambazwa na utawala wa Kinshasa haufai kutudistract watu wa Kongo wanaotamani amani kupitia mapinduzi ya kikatiba yanayotakikana na taifa zima. Shirika letu linathibitisha tena kujitolea kwa dhati kulinda sheria za kimataifa za binadamu na kanuni zake. Ufafanuzi wowote unaosema kwamba tumekiuka sheria hizi si hatukuwa na msingi bali pia upotoshaji wa makusudi wa ukweli uliolenga kuharibu sifa zetu, kudhoofisha maisha ya mamilioni wanaoamini katika matendo yetu na kuvunja heshima ya wananchi walioguswa. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa anahisi kukanusha ufafanuzi potofu na mbaya wa matukio haya na kuwa makini na matumizi ya mbinu za udanganyifu kutoka kwa utawala wa Kinshasa. Hayo ni hatimaye, M23 wajitokeza hadharani na kutoa tamko zito baada ya kutuhumiwa kuvamia hospitali na kuwachukua wanajeshi wa jeshi la Kongo huko mashariki mwa DRC. Umoja wa Mataifa umesema wapiganaji wa M23 wamewateka karibu watu 130 kutoka hospitali za mji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Goma, uliothibitiwa na waasi. Umoja wa Mataifa umesema. Wiki iliyopita M23 iliwachukua watu mia moja kumi na sita kutoka hospitali ya Ndosho mjini Goma na kumi na tano wengine kutoka hospitali ya Hill Africa kwa madai kuwa wao ni sehemu ya jeshi la Kongo au wanamgambo wanaoiunga mkono serikali. Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasani amesema katika taarifa kuwa ofisi hiyo ina wasiwasi mkubwa kuhusu usalama na hali ya kiafya ya wagonjwa hao waliotekwa na M23. Mfanyakazi mmoja wa hospitali akiongea kwa sharti ya kutotoja jina amethibitisha utekaji huo ambao na ulifanyika jumapili usiku kwa mkia jumatatu tangu walipotoa tena silaha mwaka elfu mbili na ishirini na moja M23 wameyakamata maeneo ya mashariki mwa congo yenye utajiri wa madini ikiwepo mji mkuu wa kimbo la kivu kaskazini goma mwishoni mwa januari tamko kuhusu tuhuma zisizo na msingi za shambulio kwa hospitali tunathibitisha kwa uthabiti kabisa kwamba shirika letu halijawahi kushambulia hospitali makanisa shule wala taasisi yoyote ya kiraia iwe zamani au wakati wa operation za utulivu wa usalama katika maendeleo yaliyokumbolewa. Habari zinazotolewa na baadhi ya vyombo vya habari pamoja na tafsiri potofu zilizozungumzwa na Bibi Vivian Van, naibu mwakilishi maalumu, ulinzi na operation ndani ya mpango wa ulinzi wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO. Operesheni liliofanyika dhidi ya wa wapiganaji 130 wa FARDC waliokuwa wanajificha katika hospitali ilifanyika kwa njia ya amani kabisa na kwa kuzingatia sheria za kimataifa za kibinadamu. Lengo kuu la operesheni hii lilikuwa ni kulinda vifaa vya matibabu ambavyo vilikuwa viliingiliwa na wapiganaji wabaya waliovaa mavazi ya wagonjwa. Hivyo huleta hatari kwa wagonjwa na wafanyakazi wa hospitali. Operesheni hii iliyopangwa kwa idhini ya viongozi wa vitengo vya matibabu vilivyohusika, ilianzishwa baada ya kupata ripoti za usalama zinazohusisha makosa yaliyotekelezwa na wapiganaji hawa wa FARDC dhidi ya wananchi, ikiwa ni pamoja na no ubakaji na wizi. Kwa hali yoyote ile, hatujawahi kushambulia hospitali. Kinyume chake, vikosi vyetu vimenusuru hospitali hizi, ili kuhakikisha upatikanaji wa huduma za matibabu kwa wale wanaohitaji msaada wa dharura. Jihadharini na ombi za udanganyifu na habari za uongo zinazosambazwa na utawala wa Kinshasa. Inajulikana vizuri kwamba AFC M23 ni shirika linaloheshimu kwa bidii masharti yanayotokana na mikataba ya Geneva na itifaki za ziada zinazolinda miundombinu ya kiraia ikiwemo hospitali. Hakuna kifungu cha sheria kinachoruhusu mashambulizi dhidi ya vituo vya matibabu. Operesheni haikukusudiwa kwa vyovyote kuhatarisha usalama wa raia au kuharibu miundombinu iliyo chini ya ulinzi wa sheria za kimataifa. Vitendo vilivyofanywa vililenga tu kuangamiza vikundi vya silaha haramu na kuzuia uhalifu dhidi wa watu. AFC M23 inatamani kukumbusha matukio ya kusikitisha yaliyotokea katika gereza kuu la Muzenze, hapo wanawake walipokumbwa na ubakaji, mauaji na sero kuunguzwa moto siku mbili kabla hatujaingia mjini Goma. Matendo haya yaliyofanyika katika kituo kilichokuwa chini ya usimamizi wa MONUSCO hayawezi kwa vyovyote kubebeshwa lawama shirika letu. Mkanganyiko kati ya matukio haya na operation ya kudumisha usalama huko Goma umeleta uvumi usio na msingi kuhusu mauaji ya kimbari na kulazimishwa kwa watoto kutumikia. Uongozi na propaganda zinazosambazwa na utawala wa Kinshasa haufai kutudistreti watu wa Kongo wanaotamani amani kupitia mapinduzi ya kikatiba yanayotakikana na taifa zima. Shirika letu linathibitisha tena kujitolea kwa dhati kulinda sheria za kimataifa za binadamu na kanuni zake. Ufafanuzi wa watu unaosema kwamba tumekiuka sheria hizi si hatukuwa na msingi bali pia upotoshaji wa makusudi wa ukweli uliolenga kuharibu sifa zetu, kudhoofisha maisha mamilioni wanaoamini katika matendo yetu na kuvunja heshima ya wananchi walioguswa. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa anahisi kukanusha ufafanuzi potofu na mbaya wa matukio haya na kuwa makini na matumizi ya mbinu za udanganyifu kutoka kwa utawala wa Kinshasa. Na mpaka kufikia hapa tumefika mwisho wa habari hii. Asante na kwaheri.